Daftari kuna mtu kwa zima mtu leo hajafika kwenye masomo na yeye ndo kafika na kazi mmesha kusanya, ye kama katiaa anshastaisha tayari, narudishia nywe yenyewe natoa nyingine hapa, huyo anaweza kufanya tena, kama hawezi kufanya ina maana hapo ashatumia ukubavu na huo ni ujinga kwa wote ambao mko huko lakini nakuona tena, ninarudia kosa kama hivi, nikarudia tena kosa kama hivi, sitaji kuona ninarudia kosa kama hivi. Sababu stari kama mtu na mtu atafika kwa shule, inamaanisha kinachoendelea ezi. Ukifanya sawa, mbona tupendeza ile na kuona kitu kama hivi kinaendelea. Tuachane na hapo, mitani inakaribia, usome kwa bidii, jitahidi kwenye kusoma na ninaposisitiza hilo ina ina maana kwamba kila mtu inapaswa awe bize na kujisomea. Hata leo mtu anasema daftari kamwazima mtu yanajisomea mdagani. Kwa maana hiyo, inabidi muwe bize na kusoma. Mtakapofanya vizuri nyinyi katika masomo yenu, ndipo mtakapofaulu mtihani wenu, na mkifaulu vizuri mtihani wenu, ina maana mko tayari kuzikambilia ndoto zenu. Sawa, kama mnazikimbilia ndoto zenu, inabidi muwe sija sijazinakusoma

na lengo la kusoma ni kujitengenezea maisha mema ya baadaye, maisha mazuri. Maana hiyo catana na wao yote, mimi na imani wote, nahitaji tuwe na pesa, nahitaji tuwe na pesa. Maana hiyo mimi hapa, kuna dili nilipewa la pesa, nikaamua no, na watafute watu ambao wanaweza akalifuatilia dili hilo, nikaona so vizuri kuwapata ndani ikiwa naamini na watu ambao na wafundisha kene shuleni na wanafunzi wangu, nikuona nitakuwa ni vizuri sana nieda nikawaeleza nyinyi, kwa sababu naamini kwamba mnaweza nini, wakubwa, mnatambua nini mnachokifanya, naamini kwamba mnaweza namaana a kuwaamini. Nini, kuna dili la pesa, ila ilo dili la pesa lipo mtuni, itabidi kulifuatilia una mali ipo mtuni, na huo hiyo mali manake ile huko mtuni inaitwa mwiko wa bibi. Mimi kipata hiyo mali, maendeleo yangu mimi na yenu nini pia yanaendelea. Kwa mwenye kusoma atajiendeleza kusoma vizuri, akiwa anaamini kwamba sina changamoto yoyote ambayo itanipata, sababu pesa atakapo nazo na kupata pesa, sio kwamba atakufanya wewe uendelee na masomo, hapana, ila pesa yako itakukidhi katika kuendelea kusoma. Kwa hiyo yenu

wala na mbalo na nanahitaji mwe na moyo moja kuweza kufanya hiyo kazi. Mimi nitakuwa pamoja na ninyi. Sawa? Au kuna mtu ambaye anahitaji kufanya kupata deni la hela huko? Hakuna. Ha, okay, kama hakuna nimefurahi, kamulizo ni jibu kwamba hakuna mtu kwa ambaye natamani pesa wote, kupata pesa baadaye ili kuishi maisha mazuri yenye thamani na yenye kuheshimika Andewe, ni moja kati ya dili ambayo itatufanya pate pesa kuishi maisha ya samani heshimike. Nimefurahisha sana amaji, lakini pia uko mtni atewaza huko, hakuna changamoto yoyote ambayo itawakuteni. Hakuna changamoto yoyote ambayo itawakuteni. Tutaifuatilia hiyo mali utaipata, tukishaipata tutafurahi wote kwa pamoja. Mimi na location zote za kufika hapo na hiyo mali iko katika mpipu wa chepa.

Kujitolea kwenu nakuwa na moyo mmoja kwa ajili ya hiyo, maana ukipata hiyo, kila kitu kitakuwa vizuri. Nimwapenda sana, ndio maana nimekuja kuwaambieni. Nikinge shida kupata hapa ndani, lakini nikaona haina haja ya kwenda kuwapata wao na kueleza hivi. Nipema niwaambieni ninyi watu wangu wa karibu, na imani jitakusaidieni sana mbeleni, na kama kuna mtu wowote ambao anataka kutakuwa na changamoto ama, swali, lolote tunataka kumuuliza basi, anaweza kuwakaribisha huku. Hiyo mali kwa mwalimu, umesema hiyo mali ipo msituni kwenye zitu. Kwa hiyo utakwenda utaongozana na wewe au utaenda sisi wanafunzi, kama wanafunzi tu? La, la kuongozana na mimi itakuwa ngumu, itakuwa lakini pia tambueni hapa kuna uhaba wa walimu hapa kuna uhaba wa walimu, maana nikitoka mimi itakuwa bado nimeongeza pengo kubwa zaidi, kupatana na mimi huko izoeza. Ila nitakuwa pamoja na nyinyi, hakikisha mnaenda salama, salama. Ustiro, na mnaojisalama ukiro miwazi, na nitachagua kiongozi baadaye, atakuwa mmoja kati ya viongozi wenu ambao huko katika hiyo, maana kuna lingine tena Okay. Kama hakuna mwenye swali wala hakuna mwenye kipingamizi na imani tumeelewana, wote mtakuwa mko tayari kwenda katika hiyo safari. Na kama yupo mwenye kipingamizi au yupo mwenye woga, aulize hababa kabisa. Kama kuna mtu atakuwa na ailauko, aulize kabisa. Kwa hiyo mwalimu huko tunakwenda <coughs> <coughs> mtuni, hakuna masharti yoyote huko huko, na imani hakuna masharti yoyote. Isipokuwa tu utamaduni mtaufuata. Ndipo mtakuwa mnaenda kujisaidia, inabidi kufikiri haja zenu. Maana huko hakuna masharti yoyote. Na kama kungekuwa na masharti mimi ningeambiwa. Kuna mwingine? Chama Ticha kusema goli mimi sitoenda. Okay, kama hautoenda ila kama nikuthibitishie, kama nilivyokuambia hakuna matatizo yoyote, ila utaenda kwako na kuja kuomba baadaye. Huko ndio pema ambapo kuna maendeleo.

Teacher, mimi ni kutoa swali kuhusu chama. Chama ameweza kutamka kwa yeye ataweza kwenda, sawa? Lakini sio kwamba hataki kwenda. Ila kutokana na mambo tunaenda nao, kuna wengine wana masuala sana. Kule msitu ni masuala ya tajiri, unajua? Kwa hiyo mimi nitaongea naye chama na mimi ataelewa. Mambo mengi nimeongea naye na mimi naelewa. Hata hivi na, na mimi ataelewa. Kwa hiyo ni kutoa swali. Okay, itakuwa vizuri sana kama utanishauri mwenzio naye atakubali kujiunga na iye safari itapendeza sana ila, tukikubwa muwe na moyo mmoja, ata nakuwa na waziwatu nanienyekwene naka ma mwaminiane mwaminiane, na wote mnapoenda kule, muwe na lengo moja, muwe na kitu ambacho mnachokifuatilia. Ukikijua nini mnachokifanya, uwezi ukapata shida, ambuzi yote na madhara yote mtayacha huu kule mtuni kule kuna mahali ambayo mnaifuatilia, maana hiyo mtafurahi sana kama mtatokea wote kwenda huko. Lakini pia nimwambie tu Monta ataniandikia majina ya watu wote ambao watataka kwenda huko katika hiyo safari. Mtu wowote ambaye anataka kwenda katika safari hiyo atamfika Monta Inarake, na atamweleza jina lake, atakuta karatasi ya majina kwake. Na vipi mwalimu, kuhusu kiongozi kuhusu kiongozi, tutachagua humu humu. Tutahitaji mtu mmoja ambaye anajikulea, ana moyo thabiti kabisa, nataka awe kiongozi. Nani nataka kiongozihaguna mi kwa kiongozi na nitajitolea kwenye hilo vizuri. Nimefurahishwa sana kwa mlivyonipokea, nimekuwa na imani na ninyi. Niamini, nimefurahi sana kwa kweli. Na changamoto iliyokuwa ya kiongozi kashapatikana, kwa maana natumaini safari yetu itakuwa imekamilika. Na hivyo basi, Mungu akipenda, ukiamka salama kesho, tutaanza safari yetu ya kuelekea mjini Chepa seme, inshallah jamani, inshallah.